Yupo mwanadada mwingine ambaye ameweza kutoa stori yake mwanzo hadi mwisho, jinsi alivyokuwa anasoma chuoni na, na kile ambacho kilimtokea, na hii ni baada ya kufuata mkumbo kwa marafiki zake, ambao kimsingi yeye anasema kwamba alikuwa hajui A to Z. Yani alikuwa hajui kuenda bar, alikuwa hajui kuenda kwenye hoteli kubwa kubwa, wala hakuwahi kukutana na watu wakubwa, ila kupitia marafiki zake ambao aliwaamini na akaanza kutembea nao yani presha ikampelekea yeye kwanza kuingia ba kukutana na watu wakubwa, lakini mwisho wa siku akaja akavuna mambo machafu ambayo aliyatengeneza akiwa bado anasoma katika chuo cha Mwalimu Nyerere. Na sasa stori hii nitakupa moja kwa moja kupitia Blue House Dax Media, mwanzo mpaka mwisho, jinsi alivyosimulia mwanadada huyu ambaye kimsingi tuna hifadhi jina lake kama alivyotaka. Habari hii ilipostiwa na Bongo Trending habari kupitia mtandao wa Instagram na mimi nainukuu kama mwanadada huyu alivyosimulia. Jina langu mi naitwa Daud Alexander Scott Rizzi, ungana nami mwanzo hadi mwisho. Mwanadada huyu alianza kwa kusema kama ifuatavyo: bro, mambo hide my ID, yani ficha utambulisho wa jina langu. Kuna stori ina trendi sana kuhusu wadada wa chuo Judism. Nimeona umeposti pia ila kuna funzo nataka niwape mabinti ambao wako chuo, na pia naomba ushe kila mdada ambaye yuko chuo aone na ajifunze. Mimi nilimaliza chuo Mwalimu Nyerere back years, yani miaka iliyopita, na kipindi tuko chuo tulikuwa groups, yani zile za wadada kusema kutoka outing hivi na crazy stuff mambo mengine. So mimi nilikuwa sio mpenzi sana wa kutumia pombe, alafu kingine kutoka penyewe. Hao marafiki zangu ambao nilikuwa tunatoka nao wengi walikuwa wanakuwa na sponsor na wanaume za watu wengine, hata tv presenters wakubwa ambao mimi kwangu ilikuwa ni kama ndoto kuwaona, ila kwa sababu ya marafiki ambao nilikuwa nao ilikuwa ni kawaida sana kukutana nao mara kwa mara. So, to make a long story short, kuna huyu shoga yangu anaitwa Kathe, yeye alikuwa ana mahusiano na mume wa mtu na alikuwa ni mtu mkubwa tu na famous zaidi hata ya huyo Mujaku kwa status yake, lakini so alikuwa akitaka kutoka na shoga yangu, anatuchukua wote kama saba hivi, anatutoa out na mara nyingine anatupeleka Sunrise Hotel. So akifika anatununulia tunachokitaka, cause yeye ni mtu mkubwa, ile tu kufanya attention kwa watu wengine anakuwa na dereva wake na watu wengine, kwa hiyo kujua kama ametutoa out ni vigumu huku. Alafu yeye anakuwa bize na huyo shoga yangu. So tabia yake yule baba, alikuwa akitutoa out hivi, alikuwa anatutongoza sisi wengine na anasema usiseme kwa Kase. So unakuta wadada wote ambao tulikuwa marafiki wa Kase wote wametembea na yule baba, na hiyo ni kwa sababu ya maisha ya chuo. Unaelewa yaliyo magumu koza. Anaweza kukutumia ujumbe helo, usipojibu anakupigia kwa namba nyingine, anakuuliza shida nini kama ni vocha, ukisema huna anakutumia laki moja hapo hapo. Kwa hiyo ile ndo ilikuwa tabia ya yule baba, na you can't imagine sisi wanawake tulivyokuwa wabaya, japo ni mume wa mtu pia lakini pia ni danga wa rafiki yetu. Wote amna ambaye alishwai kusema kuwa yule baba ametulala wote, wakati tofauti tofauti na muda tofauti, tukikutana na Kase tunajifanya kama tunapambisha kuwa anapendwa sana na yule baba, ila kimtu yule baba alikuwa anatutembea wote. So nilichofanya kwanza ni kukata mawasiliano na yule baba na kuhama pale nilipokuwa nakaa na wale shoga zangu, maana nilijua tu Siku ikija kujulikana itakuwa sio poa, ugomvi mkubwa. So nilihama, nikahamia mbali Kibada. Huko nikiwa nakaa, so kipindi na hama, Kathe akawa ananiambia, mbona huko mbali, hata tukitoka unakuwa mbali? Nikadanganya kuwa boyfriend wangu ataki nikae rooms, niwe nakaa naye. By the way, boyfriend wangu ajui chochote lakini. So muda ulipita kama wiki tatu hivi. Siku hiyo tulikuwa tunafanya presentation klasi. One of my friends akawa hajisikii vizuri akawa anaumwa vibaya, lakini pia akawa hawezi kwenda klasi. Akaniomba nimsindikize hospitali. Sikuwa na shida siku hiyo, sikwenda presentation, nikawa namsindikiza. Tulivyofika hospitali, alipimwa akakutwa na mimba na homa kali Ila manesi wakaniuliza huyu ni ndugu yako? Nikasema ndio, sio rafiki ni ndugu yangu. Basi wakaniambia naitwa na daktari, so yule daktari akaniambia shoga yangu ana mimba, ila naomba tufanye uchunguzi. Siujui wa nini hata sikumbuki, ila alilazwa na baadaye jioni wakampa majibu yake kuwa ana mimba na ana maambukizi ya ukimwi. Kusema kweli niliumia sana, maana shoga yangu toka mwaka wa kwanza tunasoma naye tena alikuwa bedo wangu, so nilikuja kuona vile nikaamua na mimi sasa niende famas nichukue kipimo cha mimba nipime. Nikapima mimba sina, ila bado moyo ukawa hutulii, nikataka nipime na ukimwi, ila nilikuwa naogopa kwenda hospitali. Nikaenda famas kuchukua kipimo, nikapima ukimwi kweli. Nilipopima nikakuta nina ukimwi pia. Siku hiyo nililia sana, tena sana. Nakumbuka sikula siku nzima, hata boyfriend wangu nilikuwa namwonea huruma so sasa sijui hivyo virusi tulipata wapi, kwa yule baba au ni mtaani au wapi, ila sisi wote tulikuwa tunalala na yule baba. Niliumia sana, niliona ndoto zangu zinaishia hapa. Nilichofanya nikamwambia dada yangu, dada aliniambia maliza chuo uwe unaenda klinik. Kwa hiyo au wengine marafiki zangu sijui kama pia na wao wana ukimwi au walijua wakavunga kama nilivyovunga mimi maana toka tumemaliza chuo sijui wengine wako wapi. Sasa hivi niko zangu, na anaendelea na kliniki na kuchukua dawa. Na rafiki yangu yule alijifungua mtoto wa kiume, na yule mtoto mpaka hii kesho, yule mtoto ni wa yule baba ambaye alikuwa danga wa kathe, ila hajawahi kumwambia kama ana mtoto wake. Kwa hiyo, jamani, hawa wadada wa chuo, hizi tamaa ambazo tunakuwa nazo ni mbaya, na kitu kikubwa ambacho mi huwa najutia nilipokuwa chuo ni mkumbo Yani pia presha kukutana na watu ambao walinipeleka kujua kila mlango wa baa na kila mwanaume na hoteli kubwa. Kwa hiyo hakuna mwanaume wa mtu ambaye wewe unaona unamkomoa, kumbe yeye anakukomoa mara mia moja yake. Hivyo ndivyo mwanadada huyu amemaliza kunukuu maneno yake, wakati anatoa ushahidi kwa kile ambacho kilimtokea, na haya maneno ambayo yameasema yamezuka baada ya kusikia ile stori ya Mwijaku akigombania na wale wadada wa chuo ambao kimsingi wa dada hao akiwa mmojawapo anaitwa Mary, wakimshambulia mwenzao ambaye anaitwa Mage, ambaye kimsingi huyo Mage alitembea na Mwijaku wakati huo wa Mwijaku anatembea na Mary. Hii stori pengine ni ya kuhuzunisha kidogo, lakini inafunzo kubwa kuliko kuhuzunisha. Uona lizungumzaje ili swala kwa upande wako, shusha komenti yako hapo chini. Hii hapa ni Blue House Dax Media, mi naitwa Daud Alexander Scotrizi. Ukisubscribe ndio unakuwa mwanafamilia wetu wa nguvu, ambaye utakuwa unapata update zetu kila wakati. Asante.